Ni katika mitaa mbalimbali ya jiji la Mbeya ambapo wananchi wameeleza kusikitishwa na hali ya barabara wanazotumia kila siku, wakidai kuwa mashimo mengi yaliyosababishwa na mvua kunyesha yamefanya baadhi ya barabara kushindwa kupitika. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wananchi hao wameiomba serikali kutenga bajeti ya dharura kwa ajili ya ukarabati wa barabara hizo ili kuwezesha kuendelea na shughuli zao za kila siku bila usumbufu. barabara yetu imesahaulika kabisa. Ukipita Juhudi, huwezi kuamini kama ni ndani ya jiji la Mbeya. Ni barabara ambayo haitengenezwi, haisembuliwi, basi iko tu hapo. Tunaomba barabara ya Juhudi Ilemi itengenezwe, inaleta ukakasi katika maendeleo kwa kweli. Hii barabara ni kero kubwa, tunashindwa hata pa kupita. Haya, mvua ikinyesha, inajaa kwenye mtaro, unaziba, maji yanaingia kwenye nyumba zetu tulikuwa tunaomba serikali itusaidie itengeneze hii barabara. Kuna, kuna, kuna sehemu imechimbika hapa, maji yamejaa. La kwanza, unapompeleka abiria kama ni Lupeta, kuna mawili, kumfikisha salama au kumdondosha. Sababu kuanzia kwenye kona ya lengo mpaka kufika Lupeta tunapata wakati mgumu sana kupita ile njia. Lakini cha pili, hii mvua, hii, hii barabara mvua ikinyesha haipitiki kirahisi. Sasa hii barabara hii ndio kiungo inaunganisha kata ya Swaya. Kule kuna mazao ya kila aina, kuna mahindi, kuna karoti, kuna karibu kila zao ambalo linapatikana sokoni inatoka Swaya. Kwa hiyo siku itakapotengenezwa hii, maana yake tumerahisisha usafirishaji wa mazao kupungo kwa kupungua kwa bei masokoni wa hizo gharama bidhaa zinazotoka huko. Kutokana na changamoto hizo, mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Patrick Malunenge amesema anatambua kuwepo kwa tatizo la miundombinu hiyo ya barabara na ameahidi kuchukua hatua za haraka ili kulitatua na nimesema tuanze na hizi barabara ambazo zimekuofisha haraka, ambazo ndo hazipitii kabisa, lakini tutaendelea kufanya hivyo kwenye barabara zingine zote tutazipitia, kwa sababu ubovu wanalia na wenyewe. Kuna, kuna barabara kwenda kituo cha afya ndio imekatika, na tutawapelekea fusi, tutashindilia. Guys mlitoa mimi lifanye makazi masaa ishirini na ili malize kazi, kama madereva watapatikana wawili, mmoja afanye kazi mchana, huyo anaenda kupumzika, aingie mwingine usiku. Nitoe wito kwa wabunge wote wa mkoa huu na madiwani wote na wenyewe waone mfano na waige mfano kwa mheshimiwa mbunge wa Mbeya mjini kuja kufanya kazi za namna hii. Yako maeneo mengine ni makorofi kwa kiwango kidogo tu ambacho kinahitaji kazi ndogo tu ifa... wananchi wa jiji la Mbeya wanaendelea kuitaka serikali kuhakikisha barabara za mitaa zinaboreshwa ili kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kupunguza adha wanazokumbana nazo hususan kipindi cha mvua.